Yes, niko njema, shukuru Mungu. Asante tuongere wanasimba wote kwa umoja wetu, tumekuja ku support timu. Vijana wamepambana, tumepata matokeo, lakini kikubwa ilikuwa ni zawadi kwenda kwa mwekezaji wetu, mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba Mohamed Dewji. Leo ni niasa yake, vijana walijua kona namna ambavyo kumtafutia zawadi, kwa hiyo vijana wameamua kumpa zawadi, lakini tumepata point 3 tunasonga mbele. Kila ambaye alikuja mbele yetu tutampiga kila yakuja mbele yetu tutamfunga ili dhamira ya Simba iweze kukamilika mwaka huu kwenda kuchukua ubingwa wa NBC. Hatukuwa na hofu sana, lakini tuko na heshima, kwa sababu unajua mchezo wa mpira mara nyingi una matokeo ya ajabu, lakini sisi kama Simba tulijipanga tulijua mechi ya kwanza ulitusumbua sana. Tulikuwa katika uwanja wa CCM Kirumba mjini Mwanza, tukapata ushindi wa goli moja bila, lakini tumekuja hapa, timu imebadilika. Nafikiri mwalimu ona namna ambavyo rotation ile aliyoifanya, namna ambavyo wachezaji ambao walioanza, mwisho wa siku tumepata ushindi. Kwa hiyo kikubwa, tulikuwa tunaheshimu, lakini tulikuwa watu wa hofu. Uh, ni magoli mazuri, ni magoli ambayo umetupa point 3, sisi kama mashabiki wa simba tumeenjoy tumefurahi. Hata hivyo amechukua mpira hati chiki amepiga, ni jambo jema kuona namna ambavyo mchezaji wetu anafunga, tunapata point tatu, lakini pia anakwenda kuongoza kimagoli, lakini pia hii ilikuwa ni adhabu kwa Muhammad Kamara leo. Watu wengi hawajui goalkeeper aliodakia Pamba anaitwa Muhammad Kamara, ndio goalkeeper ambaye tulompiga saba na Horoya. Kwa hiyo Pibo Dennis walipomuona Muhammad Hussein Shabalala, walipomuona wakamwambia, huwa huyu, wakati alikuja mwaka jana mwaka juzi tulimpiga goli saba kwa hiyo leo tulikuwa tunatafuta namna ambavyo kumfunga goli saba, lakini Mohamed Kamara akamshukuru Mwenyezi Mungu, amefunga goli tano. Lakini ajua hizi hizi Simba. hii ndio Simba. Yes, si tukimwona mtu ambaye anatusumbua mwisho wa siku ni kumwadhibu, baada ya kuona Mohamed Kamara. Lakini niwape siri moja, hizi timu ni timu nzuri, lakini zinaharibiwa na baadhi ya watu. Leo pamba goalkeeper namba moja anayecheza kila siku mwalimu aliamua kumpanga lakini kuna mtu alimpigia simu akamwambia huyo asicheze kwa sababu tu mambo ambayo wanaojua wao. Lakini sisi Simba imetusaidia wamemweka mwambili Kamara, tumempiga. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Simba bado natakiwa kuendelea ku support Simba ili kuhakikisha kuja kumaliza kiporo cha mwisho zidi ya KMC no. Ni mechi itakuwa ngumu, ni mechi ambayo tunahitaji kama Simba kujipanga ili kuhakikisha tunapata point tatu, lakini mimi najua kwamba mwalimu atajipanga, mwalimu Fadru, ili kuhakikisha tunakuja kuchukua point tatu dhidi si ya KMC Chamalone. leo nimeanza kurejea kwenye kikosi kutokea sababu hii. Ni jambo jema, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuona namna ambao wachezaji waliokuwa injury wote wamerejea. leo mnamzungumzia Chamaroni, lakini hata Muzamir Yasini amesharejea na amejiunga na, na wenzake. kwetu sisi mashabiki ni jambo bora, lakini kwa mwalimu ni bora zaidi, kwa sababu unakwenda kumpa uwanda mpana na kufanya nini machaguzi pindi unapokuwa na wachezaji wako asilimia 99, unapokuwa wazima. Kwa hiyo unakwenda kufanya machaguzi yalikuwa sahihi. Kwa hiyo kurudi kwa Chamaron, sisi kama mashabiki wa Simba tumefurahi na tunaendelea kumuombea. Lakini unaiona kutoa kiatu msimu kwa kiatu cha mfungaji bora, mimi ya kwanza chezi ya huwa ni kusaidia Simba. Jan chezi ya huwa akiingia uwanjani toa kwanza, afikirie kuchukua kiatu, anafikiria namna ambavyo kusaidia Simba. Kwa hiyo kama Jan chezi ya huwa ataendelea kupambana ikimtokea kuona namna ambavyo anachukua ushindi na nini, kiatu bora kiatu, itakuwa itakuwa jambo jema, itakuwa jambo jema.